Ndugu mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kusema kwa uwazi, serikali haijatoa na haitatoa maelekezo ya kumdhuru mtu yeyote wala kuwaelekeza wanachama jinsi ya kuamua kwenye kufanya marekebisho ya uendeshaji wa klabu yenu. Serikali haiwezi kutoa maelekezo yoyote yatakayoingilia ya maamuzi ya wanachama yaliyo au yatakayofanywa ya kwa mujibu wa sheria. Lengo la serikali ni kuhakikisha mjadala wa maamuzi ya leo hayapotezi mwelekeo kutokana na hisia, bali yanaongozwa na busara, sheria, maslahi mapana ya klabu na mustakabala wa maendeleo ya michezo nchini.